<laughs> Romani Force ni aina ya kocha ambaye kila klabu Tanzania anatamani kuwa naye kwa sababu so, ni kocha ambaye hana pressure, mwanelewa. mm. anaamini katika maamuzi yake na katika mechi alizoaisha. Hebu nikumbushe mwandishi, mechi aliyeruhusu goli zaidi ya mechi ya Rayon Sports aliyo goli limeandikwa anduguile sana. <inaudible> ndugu <inaudible> yangu nimekwambia, labda umechelewa sasa so, hivi wachambuzi wamekuwa mashabiki, mashabiki wamekuwa wachambuzi, kila mmoja sasa hivi anajua mpira. Sisi tunaojua mpira tunamwona kocha katika mwaka wa mbele ambao kabisa, huyo ana faida, kwa sababu kama kocha katika mechi tano hajaruhusu kupoteza mchezo wowote. Kila gemu anaoingia goli mbili tatu, goli mbili tatu. Unamlaumu kwa kitendo cha mashabiki kutokuwa wengi kwa Yanga leo, unazungumziaje? Ni kawaida, hata Simba tulikuwa wachache, huku ni mbali Taifa ni mbali sema, hawa wanaoleta ukumeti wanaangalia advantage nyingine. Unajua Yanga hawakonsani sana na mapato, wanaangalia uwanja ni mkubwa kiasi gani. Je, tukiwaweka wachezaji hapa wanakuwa na usalama kiasi gani? Unajua uwanja wa KMC sio mzuri sana, ni rahisi mchezaji kupata majeraha. Kwa kiwanja kama hi chenye nyasi original kizuri kabisa kipana, tuna aplai, mifugo yako inakubali mimi si si una una una e? ya ya kwanza Yanga kuiona Eh? Aana ndio si Afrika? mchezaji kama Dumbia unayekua research. Una Pacome, unafanya research kweli? Mwanangu, sikiza nakwambia kuna levels. Hebu mweke Yanga umpe na heshima kwanza, ni bingwa mara nne mfululizo ametukanda mara tano Simba, mfululizo. Sio timu ya kawaida hivi vilabu vya hatua ya awali awali. Kama ingekuwa Yanga anayetaka kuishia makundi asingesajili hawa wachezaji wote, ma mabilioni ya hela ya Yanga. Target yake ni kombe la Afrika msimu huu. Yani mimi kocha Roman Foster muuliza, una sababu gani ya kushindwa kuleta kombe, kombe? kwa sababu una kila kitu, una kila kitu mkononi, kwa nini usilete kombe la Afrika? hapo mesha muuliza lakini, kwa hapa home and away anashinda, una mkosoa wa kocha kwa kipi? sisi tunashindaga kagoli kamoja kahekaheka, Simba tumefuzwa hadi kwa penati shirikisho, hekaheka ubaya ukwelwa. Lakini mtu anapiga goli tatu anakuja home anapiga goli mbili, ana clean sheet. Unasema kocha hafai, una sababu zako binafsi, lakini sisi watu wa mpira tunakuwa na wewe hujui eh. E bwana, kwanza ongera sana, umependeza suti safi kabisa. Kuna ah. staili ambayo uliko <tus> nacheza ya Andabwile, hebu, tunataka na suti yako, ni sema Andabwile. Jamani waandishi, mna swali na zungeza ah, uliza uliza. Kwanza mimi ni shabiki wa Simba mwenye akili, ukiona shabiki wa Simba anamkosea huyu kocha, basi ni kinyume chake. Mchome mwenye akili ya ar mi najua mpira mimi sishabikii mpira mimi kabla kuja kuja kujiangalia mechi za Yanga nilikuwa kuja kuangalia mechi za Simba. Labda watu mlikuwa tu mnifahamu, lakini kiukweli Yanga inacheza kimkakati. Mechi za Afrika sio mechi za kukurupuka. Hawa unaona, leo walipokuja wamebadilika. Unajua, lazima kocha uwe na akili, katia viungo watatu wakabaji, kiufundi amekuja kuzuia. Sio kaanza na Mudathiri, kaanza na duka Abuya, buya kaanza na Andamwile. Wale wote ni viungo chuma pale, hamna kiungo mlaini. Tafsiri yake amekuja kuzuia, naona kusaweliete pale kati palikuwa magumu. Kaanza kucheza mipira ya pembeni, alivyoona mpira ya pembeni kati ya mawinga wengine wenye spidi, ili kuzuia mabeki wao. Waapo nachambua sasa mpira. Sisi tunaelewana na waandishi, kwa hiyo kwa sasa yeah. huyu yeah. <laughs> kocha anaelewa anachokifanya, tumpe muda aendelee kuapply mifumo yake, kila mmoja atampigia ye makofi yeah. <laughs> sisi kama wananchi yeah. <laughs> tuwapongeze wananchi wenzangu yeah. yeah. <laughs> kwa ushindi mnono wa goli tano home and away. <laughs> Wa, na pia ni wausie shabiki, baki kwenye ushabiki. Mchambuzi ubaki kwenye uchambuzi. Mchambuzi ukiwa shabiki, wewe mwana haya, lakini shabiki wewe, baki kule kulekule. Ukiwafuata wachambuzi wa kibongo mnapotea, wananchi, kwa yeah. sababu kocha Kapata goli tano home e, and away clean sheet, lakini kuna mchambuzi ana post anakuambia kocha wa mwaka wa mbele, mchambuzi bila mnuno kwa sababu afaichbila mnunkwa, wewe niambie kitu kimoja, na amani lionao wananchi, sisi watu wa simba inatukera. Mm, tunatamani migogoro hiyo kwetu kama nyee. <laughs> <laughs> welekea hapa anaingia chamazi kwenye mechi ya Singida kwa sababu si watu wa mpira, lazima kote twende sawa kitaifa. Kwa hiyo nadhani wadau na nini, tufikisheni tukamsapoti na Singida patyan kesho. Ndio maana kesho kesho, yani hata hapo nje amruhusiwi kupita, na ngoja niswa wahuni vibaka, amruhusiwi hapo nje kesho. Kafu amruhusiwi, kafu ajatoa tamko, amruhusiwi hata nje, mashabiki ni leo. Na huko tunakwenda huko tunakoenda, chama mwembe wa Yanga. Watu wakulu Temeke. Na wakule wanawajua temekemiuksie mikakabwe naenda na suti. Kwa hiyo uh, wananchi inabidi mjivunie uongozi mjivunie wachezaji mlio nao a nah, ni dhamu yenu itawafikisha mbali sana. Sana mimi leo ni hayo tu